Tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, watanzania wanazidi kuonyesha hamasa kubwa ya kutaka mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na hata kisiasa. Wapo wanaedai kuwa mojawapo ya kuonyesha msimamo huu ni kupitia maandamano ya amani, lakini hali ya sasa inatoa mjadala mkubwa: ni kwa nini baadhi ya viongozi wa kidini, kisiasa na hata wananchi wa kawaida wanakemea vikali wanaosema tuendeni, tunaenda kuandamana wao hawapo kwenye taifa hili, hawapo. Wanasema tarehe ishirini na tisa mwezi wa mw. mwezi mwezi wa kumi, siku ya uchaguzi, wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema tenda kuchoma vituo sivi vya mafuta na kudhibitishia kudhibi, yaani, kabla haujapeleka mguu wako mbele lazima watakubekusha sali sala baba yetu mara tano <muchos> Hii ni haki ya msingi inayonginga katiba. Maandamano ya amani ni njia halali ya kuwasilisha maoni malalamiko au madai ya wananchi, halijawahi kuwa ni kosa la jinai, ni jambo ambalo ni haki ya watu, ni kitu ambacho kwa mujibu wa katiba na sheria zote ambazo Tanzania inatambua watu wana haki ya kuweza kuandamana, na mtu yoyote ambaye anawazuia watu wasitimize haki hiyo maana yake ajue kwamba anakiuka katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakiuka mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia, lakini anakiuka vile vile sheria ambazo sheria zetu za Tanzania na kwa kukiuka sheria zetu, maanake unakiuka vile vile utawala wa sheria, kwa sababu sisi, nchi hii ni nchi ya utawala wa sheria, haiendeshwi kwa utashi kwamba kuna watu wakiamua wenyewe ndio wanaamua lipi lifanyike na lipi lisifanyike. Hapana lakini pia sheria kama vile sheria ya polisi na polisi wasaidizi, yaani polisi auxiliary, inawataka waandaaji wa maandamano kutoa taarifa kwa polisi, si ruhusa bali taarifa, angalau saa arobaini na nane kabla ya maandamano. Wengi wanaamini ukitaka kuandamana unaenda kupata kibali. Hatupati kibali kwa ajili ya kuandamana. Ukitaka kuandamana unatoa taarifa kwenye jeshi la polisi, lakini na tunatoa taarifa kwa sababu ya nini? Kwamba ili tuweze kupatiwa ulinzi kwa sababu jeshi la polisi lipo pale kwa ajili ya kutumikia sisi. Ni chombo ambacho kipo kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao, na wanalipa kodi ambazo wananchi mmoja mmoja wanalipa. Kwa hiyo kwa sababu tunawalipa kodi zetu, ni lazima tukitaka kuandamana, tuende sehemu fulani, watakuwa tusindikize, watulinde, watuhakishie kwamba tutakuwa salama. Kwa hivyo mjadala huu unaleta maswali mazito. Je, yes. Okay. Yes. Viongozi wanapokemea maandamano ya amani, wanatetea amani au wanazuia sauti za wananchi? Tunapozungumzia demokrasia ni zaidi ya kupiga kura; ni pamoja na uhuru wa kutoa maoni, kukusanyika na kuonyesha kutoridhika kwa njia ya amani. Suala la kuwa na maandamano manake ni moja ya haki ya msingi kabisa.